Nawaambia issue muhimu sana wana. Hem jiulizeni, naishije na, na mbegu ndani wakati mashamba yapo ya kupanda? Tushakuelewa. Ile unachotakiwa kufanya, unatakiwa tuonyeshe hicho kigoli kipoje kipoje, yani tukifahamu. Si unajua tena wahuni sio watu wazuri. Tunaweza tukakutana naye, tukamfanya kitu mba, kitu mbaya, tukampitisha chaka ile marodi yani. Sema sasa hivi yupo kwao. Ila ni binti fulani hivi wa Kisukuma hivi mzuri fulani hivi yani. Lakini kakake ni mtata kinoma yani. Nani mtata kuliko sisi askari wa nchi? Itakufika majaribu utakosa pa kushika. Oh, oh, bamba we, hey, hey. Leo umeamua kuja kunitembelea na rafiki yako? Ndiyo, ni mgeni anaitwa Leila, mtoto wa mjomba wake Zena. Mm, karibuni sana, mjisikie huru, hapa ni nyumbani. Asante babu. Babu, mimi nimekuja hapa, nina shida, nahitaji nisaidie kuhusu baba yangu, kama hayoke hangi mimi hapa na ndoto ya kuja kusoma na kuwa mwanasheria. Aha. Sikio la kufa halisikiagi dawa, unachokipanda ndio utachovuna. Unajaliwa nyama kuliko mwanao baba we, oh, yatakufika majaribu, utakosa pa kushika. Oh, oh hey, hey. Mila na desturi zinatupelea Mpe mtoto elimu, kesho atakusaidia. Epuka rawa, ama baba mwana seje, shika shati. Mpe mtoto elimu, kesho atakusaidia. Mtemi we Mtemi, unapoteza

imatukatama maguru giki alafu Babu, unaweza ukamshawishi akakuelewa? Ninampenda baba yangu, sitaki kumshtaki, nataka nimshinde kutoka moyoni, aridhie mwenyewe kunipeleka shule. Ni kweli Babu, mpeleke rafiki yangu shule. Ni kwa ajili ya familia Babu, ukiwa na msomi ndani ya familia ni raha na familia inaheshimika. Msaidie mjukuu wako baba, na leo yenu mbohoyenukaa kuntemie Omwele ansomishe ūlībonaū no neneūkanitoja no na talī nalīndo nūlemelwa nūkwikalako nūshoga kaya īhaha hangī ūlīhaya hangī na tolwe ūkiwe mang'ombe ūbebe ūlīlola tūkhū īfaita uku bupande wako ūnene yaya hambo hambo ng'wine tūhū ū būlisi bo elimu ū tedi alihumulagilūūlū tedi ūlū yelimu yako īyūūlīyidaka

Samani dada, unachafua maji unavyoponda ponda hivi. <laughs> ni samee bule, alikuwa kusudio lao kurusha udongo wala kurusha uchafu kwenye maji. Ni vile tu siko sawa. Una shida gani ka dada? Niambie uenda, naweza ni akusaidia usijali pia asante kwa msaada wako. Nina imani hivi karibuni nitakuwa visawa. Hakuna haja ya asante, maana sijaona kitu nilichokusaidia mpaka wanaambia asante. Samahani kadada, umesahau simu yako. wanika ng'wanu wonigola ulu ikale gihi konga ni giki u makala no nsumba wokwe nagoka niteginehe ne nkwaya nene ulu ngwecha nanghwe wokalihaga guti upilipili ni bisehe wanika uyo nitela pondaso niutale weni wenipondaso niwutale ha kaya mungu wangu nitegineho ne u ne nene mm.

Na wazo. Wazo lipi? Ulisema babako ni mgumu. Usijipe imani sana. Tunaweza kuongeza majeshe mpaka ashinde pa kupitia. Good idea my friend. Hapo tuongeze nani mwenye uwezo wa kuongea na babangu? Nafikiria tukamwambia babangu. Ehe, twende tukamshawishi. Anaweza akaongeza ushawishi kwa babangu. Twende haraka. Naitwa Tausi, ni mwenyeji hapa kijijini. Mwenzangu anaitwa nani? Oh, naitwa Silia, ni mtoto wa mama Nyanjige. Nilikuwa naishi mjini kwa mjomba wangu. Hili jina sija kulisikia hapa kijijini likitajwa londo, kwa mara ya kwanza. Ni kweli, lakini mi ndo mdogo wake Nyanjige. <laughs> wa wow, ni ajabu. Sikutegemea kama Nyanjige anaweza kuwa na mdogo wake mkarimu na mpole kama wewe. Aya, bana na tuchote maji, na nakusubiri yeah. <sighs> Utakufika majalibu utakosa pa kushika. Mimi naona hili swala kwa leo liishie hapa. Kesho tutaanzia tulipoishia. Si mwenyekiti atakuwa kaenda wapi? Maana hadi kaweka kufuri. Kweli kabisa Angwela. Yaani hapa cha kufanya sasa hivi kushoka kaa kwenda kujifula afu hili swala tutamalizia hata kesho. Hili swala lilali. Nalishughulikia leo leo lazima nilimalize. Ngoja mimi niende nikaonane na mzee, wewe rudi nyumbani ukapumzike mme wangu. Sawa. Ila sasa wewe wangu wewe ndio kushikika yana wewe. Haina shida. Asilimia kubwa njia zatu huwa zinalibiwa na ng'ombe, hivi majembe ya kulimia hivi, ni kawaida. Maana hizi njia za kusimamia ng'ombe, asilimia kubwa kuna wafugaji. Kwa hiyo ni kweli, ng'ombe ni wengi. Unamwona mwanamke anaenda kutana hapo, ni dhaifu kwa wanawake. Acha uongo, mwanamume shababi kama huyo kweli. <tipa> <tipa> huniamini? <ya> We, mkazie macho uone kama <tipa> ataipita hii njia lazima apite kwa vichakani <laughs> <laughs> tachiona tupaata, tachiongelesha sehemu na wahi sehemu <laughs> nilikwambia <laughs> <laughs> na mimi sasa kajifanya eh, kama vile si mjui, sije kumuona nikusudi nijiaminishe na ni nimejiaminisha. We kumbe mnajuana eh? Ah, mambo mengine ni siri bana. siri bana, hiyo vipi?

Elimu bule, napoteza mwana kisa mifugo. Si watoto aende shule? napoteza mwana kisa mifugo.